Hello East Africa, hujambo msikilizaji wa Masters TV pale popote ulipo, endelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kwenye kipindi hichi kipendacho, kipindi ambacho kinakuwa kinapita kwenye TV yako ambayo upo nayo mkononi au kwenye ukuta pale. Ukiandika Masters TV utakuta habari zetu na vipindi vyetu kila siku ambapo tutakuwa tunakuwekea, na hapa nina swali langu ambalo nataka niishi na wana hapa mtaani, ambapo nipo sehemu ambayo ina watu wengi sana, ili tujue Kile ambacho waga kinawakuta kila siku. Unajua kwenye baadhi ya vitu kuna wale ambao wanafanya kazi na wale wengine unakuta wametulia tu sehemu, kuna baadhi ya vitu vinawakuta. Ni tu, kwa swali ambalo tutakuja kuishi nalo sasa, ili tujue sasa ni kipi ambacho mtu kilimkuta kwenye maisha yake na maanisha na zile changamoto. Kwa hiyo sasa kusubscribe, kulike na comment, na yule wa kwanza kupata habari zetu kutoka Mastaz TV ni Tekabaisa ndani mm, -hmm, ya Mastaz TV, kwa hiyo kameramani, Nani nani ambaye amekugaramia sasa? Haina noma. Sasa nataka nijue ni changamoto gani ambazo zishaukuta kwenye maisha yako. Mm, changamoto ni nyingi kwa kweli. Kama zipi? Mm, kama kuachwa mm, kulizwa kwenye mapenzi, yani ni vingi hizo, si ndo changamoto muhimu sana unaona? Zilikuumizaga sana yani sana kabisa. Sasa ulipoachwa ulichukua hatua gani? Mm, nilichukua hatua ya kukaa ubachela ila naona umenishinda, kwa hiyo nataka urudize changamoto sasa, e, nitakabiliana nazo kwa sababu nimeshajua seemu ambapo ulizingua ili changamoto mimi. <laughs> <Okay>. <laughs> Hapa tumemalizana na hu mmoja hapa, tufie hapa kwa mshikaji kidogo, tujue zile changamoto hzinaendaauoo mazingira maeneomaeneo flani hivi, kuna issue gani ap Nakuja kucheck ball. Ball. Mpira? Mpira. Ah, mpira mpira, mpira. ah. Ah. Kwa sababu mwanangu. Sijapenda. Sijapenda. Yeah. Okay, basi jina unaitwa nani? Ibrahim. Ibrahim. So, okay, Ibrahim, ni changamoto gani ambazo zishawahi kukuta kwenye maisha yako? Changamoto. Hey. Changamoto eh, nyingi sana bro, yako. Tutajie zile ambazo unaona kwamba hizi hapa kweli zishawahi kunikuta mpaka mimi mwenyewe ndio hivyo tena gani ambacho kilikufanya ukose pesa sasa, na katuwe ni kijana mwenye nguvu. <laughs> Kwa hiyo, kwa mfano, mtu akisema kwamba anataka akupe pesa ili uanze kama biashara fulani hivi, hizo pesa sio unazikosa? Unaweza, unaweza akakusaidia kama kiasi gani cha pesa? Chochote tu, nitashukuru chochote. yeah. uh, basi inanoma. Haya, asante. Poa poa. Sikia, changamoto ambazo nakutana nakuta, nazo ambazo tuko tunazisikia hapa, kuna changamoto sasa za, <laughs> za, za, za, za kuachwa na marehemu wengine, kuachwa na nini, ndio Naona umejishika kama vile hauna furaha yote. Awa kuna kitu ambacho nikuwa na kiwazo. Ah, hamna. Kwa majina wanaitwa nani? Jina langu ni Ale Ngamboko Ale. Sasa. Wambie ni changamoto gani ambazo ishkukuta kwenye maisha yako. Mimi ah, sina changamoto yoyote yoyote. Mambo yako yote yanaenda? yeah. yeah. Yani sawa safi kabisa, kama unavyotaka yeah. au inavyotakiwa, haina yeah. <laughs> Bo, bo bo, vipi? Fresh yeah, fresh. Mambo yanaenda yanaenda hey, eh, tena sana sana nakuona hapa kwenye angaza, angaza sana kue. Kue kuna nini Tuambie ni changamoto gani ambazo ushaukuta nazo kwenye maisha yako? Eh, tutajie zile ambazo sasa tunaona hizi hapa mishiwa kunikuta sana paka mimi mwenyewe nikashindwa nika, nika hata kujielewa. Changamoto zipi sasa za kuumwa okay, za kupata ajali uh -huh. Ni nyingi tu sana, tu. Okay, sana kuumwakupatai tuende kwenye hiyo hapo ya kupata ajali. Ulipata ajali ukiwa wapi? Mimi Kariakoo kule. k ulikuwa ilitokea tokea ili pata ajali Ah, mimi mimi ilikuwa napita kwa kuwe. Eh. Pole sana sasa. Poa Poa. Ah ni aje? Safi. mwanani aj. Poa sana. Naona naona naona umewaka mwananu kama kama brother. Nani, nani kahusika? Hapa, hapa. Hey. Eh. Ni hapa aliyehusika ni brother na amehusika sana. Vizuri sana mwanangu. Unaitwa nani? Ramadhan. Rama. Ah, la ndo maana kina Rama mara ma... ma... moja moja ova... Ova... Ova... unakuta wakitoka waki... sehemu lazima waki, yeah, kwa... Okay, sasa so Rama yeah, ni changamoto gani ambazo ishai hukuta kwenye maisha yako? Yeah, kwenye maisha yangu, yeah. Changamoto kubwa mimi ishafiwa na brother mbele yangu, nilipata yeah kwenye maisha yangu kabisa na ndio ilioniumiza moyo sana. ulifiwa na kakangu? Ah, pole sana. Asante brother. Pole sana. Sasa kwako kakaako alikuwa ni nani sasa kwako? Alikuwa ni msaada mkubwa sana kwenye maisha yangu brother. Alikuwa okay, ananishauria vitu vya vya vya maana sana ya kuishi na watu vizuri. Ya. Sasa wewe usi ambaye liyokuachia waga unautekeleza kuishi na watu vizuri? Ya, ni lazima brother, lazima ni utekeleze. Tani watu wanachukuliaje? Wanachukulia poa sana. Mimi ni mtu wa watu brother. Okay, asante sana. Poa. Poa poa. E, bwana hapa nimekutana na kijana mwingine hapa ili tujue ni changamoto gani au ni zipi ambazo si kumkuta katika maisha yake ya kila siku. Haya vipi? Fresh. Poa. Niko sawa. Dudu mwingi. Dudu. Mishi zinaenda. Ya, tunamshukuru Mungu. Kwa majina, kwa majina naitwa Derikis. De? Derikis. Okay. Sasa bwana ni changamoto zipi ambazo kutana nazo kwenye maisha yako, changamoto zipo tunazo na mbona? Hizo hizo ambazo unasema unazo sema zipo sana. Sasa siwezi kuziweka public. Zile ambazo unaona kama hivi hizi hapa, inatakiwa ina ni niweke uhakika. Ah, bana, kuna hata moja naweza nikaweka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kitu binafsi cha mimi, najua siwezi kaweka, kaweka public kila mtu ajue. Kwa sababu kwa sababu kuna zile changamoto ambazo unaweza kuzizungumzia, Alafu kuna mtu kweli zinaweza kumgusa, alafu baadaye akazi akazitafutia tiba fulani hivi au akaweza kutoa msaada fulani hivi kutokana na zile changamoto ambazo ulikutana nazo. Mwanangu, hapana, kuna mwanza kazitolea. Wapo wachawi, ni wengi, mwanangu ah, wapo lakini e, yeah. <laughs> Sio kwa hiyo hawezi kutaja, ni wengi mwanangu, wapo no, <laughs> ni wengi. Sio kila mtu anaweza kufurahia mafanikio ya mwenzake. Kama hawezi kutaja moja Mishi zinaenda ah, unyama hata. Ududu mwingi amevaa yeah, jezi ya Brazil unaipendaga sana ah, unyama kama Ni mchezaji gani wa Brazil unampendaga sana Neymar. Neymar. Nimesahau kuuliza jina lako unaitwa nani? yeah. yeah. oh. Naitwa J. J. Yeah. Yeah. Ni changamoto gani ambazo ushawahi kukutana nazo kwenye maisha yako? Kwenye maisha yangu yeah. yeah. ah, kuna kitendo kimoja kiliekunitokea tokane kasahau kipindi cha gari yako yeah. yeah, ya mungano saba kule ya yeah, niliwahi kufanywa ududu fulani hivi. kitu gani? kuna box moja, kuna vile box vimoja, ilikuwa na walimu walikuwa wanavipokea ya box moja, vile kama chuma fulani hivi. ya kuna ndugu yangu, kaka yangu alinipa, nikakirudisha nyumbani, akaniambia bei ya kile kiboksi ki ni elfu tisini, lakini nipo kutana na mtu sijui, yule mtu sikumuelewa muelewa. Amaki yule mtu aliniingiza katika mazingira alinipa, amaki alinitoa, alinitoka ni wale mawazo ya ya kuuza kile kitu. Akakiiba. Eh, amaki akaniiba. Sasa sikuwahi kusahau hicho kitendo kile nilimizaga sana. Pole sana ndugu yangu. Naona kama yule alikuingiza kwenye matatizo makubwa sana. Kitu cha elfu tisa jamaa akapita nacho. Hapo hata mia mfukoni hauna. Sina hata mia kabisa. Pole sana ndugu yangu. Okay, asante. Haina noma. Eh. Mambo ni aje kaka? Naona upo sehemu ya watu wengi hivi mwanangu, na kama vile kuna kitu fulani. Eh, Baza, lazima iwe hivyo kwa sababu gani? Eh, kuna vibe fulani naipata hapa kupunguza mawazo huko. Hamna Baza, mimi sina stress. Nimekuja tu kucheki, unajua kabumbu, so, mpenzi wa watu wengi eh. Yani, okay. Kwa majina naitwa ni changamoto gani ambazo umewahi kukutana kwenye maisha yako mwanangu? Baza mimi, na na changamoto nyingi sana, sijui hata <coughs> ni kuanzia na lipi. Kama ile ambayo unaona kwamba hapa ndio umewahi kukutana naye, ikakuumiza sana, au ikakuingiza kwenye matatizo fulani? Ah ah. Sasa, sasa sasa mimi kwanza, yani yani action moja ambayo ambayo nakumbuka katika wa akili, na hey, wa akili akili na ambayo ilinitia sana stress mpaka sasa hivi, ni mapenzi baza. Ah. Sasa mapenzi yaliwakosea nini sasa, jamaa wangu? Abazani, natokea ni itokea, mimi nikampenda dem fulani sawa. Wewe dem nikamuelewa kinoma. Sawa. Alafu ikatokaje? Alafu ikatoka mimi, just understand, yani hatukuelewana kidogo nini. Sio haja tena kwa mahusiano kwa kweli, au kosi ile kitu yani mvurugano na nini? Ile unajua hiyo. Eh. Sasa hivyo tokea vile, mimi nikabidi nipige chini kwanza. Si asira na mimi, nikainua kichwa ah, vipi, kwa nini nini? Wanawake si wengi, nikamtokea rafiki yake, ili nitaka kufanyaje kumkomoa. Mm.